Mpendwa mtazamaji, tarehe 15 ya mwezi wa tatu, karibu katika tafakari ya neno la no Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika injili ya Matayo sura ya 5 aya ya 43 hadi 48. Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba imeandikwa katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 aya ya 18 Umpende jirani yako na umchukie adui yako. Anatoa amri mpya kwamba kuanzia sasa wale wote ambao ni wafuasi wake watatembea katika amri hii: wapendeni adui zenu na muwaombee wale wanaowaudhi. Adui ni nani? Katika shule hii ya Yesu ya kuweza kumpenda adui, ni mtu ambaye ameumbwa na Mwenyezi Mungu, ambaye anakutendea mabaya dhidi yako na anakuudhi na kukudhi yake na kuweza kukuonea. Mfano katika Biblia ya watu ambao walipita katika uadui mkubwa alikuwa ni mfalme Daudi. Mfalme Daudi alichukiwa sana na mfalme sulem Sauli. Huyu mfalme Sauli alikuwa ni adui kwa Daudi, alijaribu kuweza kumuua mara kadhaa. Hivyo basi katika habari hii Daudi katika nyakati hizo ambazo alikuwa amechukiwa na mfalme Sauli, hakuweza kumtendea mabaya, hakuweza kumlipiza. Hata alipokuwa amepata nafasi ya kuweza kumuua, Daudi hakunyosha mkono wake katika kuweza kumwangamiza huyu aliyekuwa adui yake Sauli. Yesu anaposema tuweze kumpenda adui ambaye anakuja katika maisha yetu, ana maana gani? Kumpenda adui ni kutambua utu wa Mwenyezi Mungu ambao ameweka kwa huyu mtu ambaye ananitendea mabaya. Kumpenda adui ni kumwachilia, yaani kumwachilia yeye na baadaye kuweza kuachilia hasira, kuachilia maumivu ambayo yamesababishwa na huyu mtu aliyenitendea mabaya. Kumpenda adui ni kukabiliana na chuki na hasira kwa yule adui, kwamba badala ya kuweza kulipiza kisasi ninaamua kuchagua amani, ninaamua kumtendea mema adui. Anapokuja katika maisha yangu au anapokuja katika maisha yako, amebeba kitu gani? Adui aweza kubeba mambo yafuatayo. Ya kwanza, adui aweza kuwa ni mlango wako wa kupitia kule Mungu anakotaka uweze kufika. Narudia tena, adui anapokuja katika maisha yako, adui ni mlango wako wa kupitia kule Mungu anataka uweze kufika. Tuangalie katika Biblia takatifu. Wana wa Israeli walipokuwa Misri, Farao alipoibuka aliyekuwa hamjui Yusufu alipokuwa anawatesa. Taifa zima la wana wa Israeli walilia mbele za Mwenyezi Mungu kwa sababu mkono wa Farao ulikuwa ni mkubwa sana juu yao. Wakamwona kwamba Farao ni adui. Lakini kwa taarifa yako Mwenyezi Mungu alimwinua Farao awatese wana wa Israeli aweze kuwa adui yao, ili wana wa Israeli waweze kutoka Misri, waweze kuingia katika ile nchi yao ya ahadi ambayo imejaa maziwa na asali. Kwa lugha nyepesi, Farao alikuwa ni mlango kwa wana wa Israeli kuweza kupita, ili kuweza kuelekea katika nchi yao ya ahadi. Na asingeibuka Farao, wana wa Israeli wangebakia pale pale Misri, na leo hii tusingekuwa na habari za Yerusalemu ambako ndiko Yesu alikwenda kufa akamwaga damu yake. Mwanadamu wa, wa, awaye yote yule hawezi kuzuia mpango wa Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako. Hivyo basi, mtu yoyote anapokuja katika swala zima la maisha yako, ambao unamwona kama ni adui, mchukulie katika mtizamo ambao ni chaya kwamba huyu mtu Mwenyezi Mungu amemruhusu aweze kuwa ni mlango kwako, na hadi sasa umefika mahali ulipo hapo, kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa ameibuka juu yako. Kuna mtu mmoja katika mazingira ya nyumbani kwenu mlimwona kwamba ni adui, kwamba anawaloga, mlimuona kwamba anawafanya mambo mabaya, ndio maana basi sasa ukaondoka, umefika hapo. Huyo mtu amekuwa ni mlango kwako mahali ambapo umefikia. Mwenyezi Mungu amekuruhusu ufike mahali hapo ulipo, kwa sababu ya yule mtu uliokuwa unamwona kwamba ni adui kwako. adui pia anapokuja katika safari ya maisha yako ni ishara kwamba Mwenyezi Mungu amekubariki. Narudia tena, adui ni ishara kuwa Mwenyezi Mungu amekubariki. Unapopata mashambulizi ya maisha, unashambuliwa si kwa sababu wewe ulivyo, unashambuliwa kwa sababu ya kile ambacho umekibeba. Unashambuliwa kwa kile ambacho uko nacho ndani mwako. Mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Mti ambao umebeba maembe ndio unaorushwa mawe. Hatupigi, hawarushi mawe kwenye mti kwa sababu ni mti, bali kwa sababu ya yale matunda yaliyopo. Yusufu alichukiwa na ndugu zake si kwa sababu alikuwa ni Yusufu, kwa sababu ya kile ambacho alikuwa amekibeba, maono yake. Unashambuliwa si kwa sababu nyingine, bali kwa sababu ya kile ambacho umekibeba ndani mwako, yaani unashambuliwa kwa sababu ya vipaji vyako Unashambuliwa, adui ameibuka kwa sababu ya uweza wako, cheo chako, maono yako uliokuwa nayo, kupendwa kwako na kukubalika kwako katika jamii. Hivyo basi, kama adui amekuja kuibuka kwako, kwamba ni ishara kwamba Mwenyezi Mungu amekubariki. Mpende adui, kwa sababu kuna vipaji vingine, uweza wako mwingine umetambua kwa sababu ya baadhi ya watu wengine ambao walikuwa wamekuchukia. Mpende huyo adui kwa sababu umejitambua umetambua baraka ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa ameziweka ndani mwako. Yesu anapoendelea katika sehemu nyingine ya shule yake anasema waombeni wale wanaowaudhi. Nini maana ya kuweza kuwaombea wale wanaowaudhi? Omba kwa ajili ya mtu ambaye amekufanyia mabaya. Hapa unakuwa umepiga hatua moja kubwa sana kiroho, kwa sababu katika maisha ya kiroho wewe uko upande wa mwenyezi Mungu. Huyu mtu ambaye anayekuudhi yuko upande wa adui. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa mwenyezi Mungu na huyu mtu anayekuudhi yuko upande wa adui, yeye ameshapata katika mafunzo haya ya kuweza kuwa adui kumfanyia mtu mwingine mabaya. Hivyo basi, nguvu za mwenyezi Mungu ambazo zina uwezo zaidi kuliko hisia zetu zikiingia ndani mwangu zitanifanya mimi niweze kumwombea huyu kwa sababu hajijui, hajui yale anayoyafanya. Yesu akiwa pale msalabani aliweza kuwaombea wale wote ambao walikuwa wamemvua nguo zake mbele ya marafiki zake, aliweza kuwaombea na akatamka msamaha. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mwana wa Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya kuwaweza kuwaombea wale maadui zake, ndiyo maana basi kila mmoja sasa hivi amemfuata Yesu ambaye ni mwema pia. Shemasi Stefano aliweza kuwaombea wale wote ambao walikuwa wanampiga kwa mawe mpaka hatua ya mwisho, na maombi ambayo alikuwa ameyafanya wakati alipokuwa anauawa ndio yale ambayo yalikuja kumfanya huyu Paulo Saudi aweze kuja kuongoka. Kwa nini tunashindwa kuweza kuwaombea wale wanaotuudhi? Kwa sababu tunakosa uelewa, ni kwa nini mtu fulani amenitendea jambo hili, yaani kwa nini fulani amenifanyia hivi. Ukishindwa kuweza kuelewa sababu za tabia ya huyo mtu kukuletea maudhi, utajikuta unakabiliwa na ukosefu wa huruma. Ukielewa historia ya huyo mtu ambaye amekuletea maudhi, amekufanyia mambo ambayo ni mabaya, hakika hutashindwa kuweza kumsamehe na kuweza kumwombea, kwamba wakati wa udogo huyo mtu alikataliwa, aliacha akiwa bado ni mtoto mdogo, Hakuopata upendo wa baba, hakupata upendo wa mama, roho ya usaliti ikaingia ndani mwake, hakupendwa. Ndio maana hadi kwake sasa hivi kupenda ni msamiati, hakupata upendo huo. Hivyo inakuwa ni vigumu sana kwake kuweza kupenda, kwa sababu hakuonyeshwa mambo hayo wakati mdogo. Huyo ni mwathirika, ndio maana anakufanyia wewe mambo ambayo ni mabaya Raiti, ungetambua magumu aliyokuwa ameyapata wakati wa udogo wake ambaye anakuja kuyafanya sasa hivi katika hali ya ukubwa. Huyo mtu muombe, huyo mtu yeye ni mgonjwa, anahitaji huruma ya Mwenyezi Mungu tu, kwa sababu ukimkasirikia, ukimfanyia mabaya, huwezi ukaweza ukawa umemsaidia huyo mtu. Na baadaye Yesu anakuja kutoa shule kubwa zaidi, kwamba kwa nini tuwapende hawa maadui zetu na tuwaombee wale wanaotuudhi, anasema tunapaswa kufanya hivyo ili tuweze kuwa watoto wa Mwenyezi Mungu, na amesema kwamba tutakuwa wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Lengo la kuwapenda maadui na lengo la kuweza kuwaombea wale wanaotuudhi, ili tuweze kuwa wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Nini maana ya kuweza kuwa mkamilifu? Mkamilifu ni nani, au ukamilifu ni nini? Ukamilifu katika vitu ni hali ya kitu kuwa kamili, yani kinapofanya kazi ile na kusudi lile ambalo lilikuwa limepangwa. Mtu mkamilifu ni nani? Mtu mkamilifu ni yule ambaye anatambua kusudi ambalo ameumbwa nalo na akaletwa hapa duniani. Narudia tena, yule mtu ambaye ametambua kusudi la Mwenyezi Mungu la kuweza kumleta hapa duniani na akasimama katika kusudi la Mwenyezi Mungu la yeye kuja kuja hapa duniani, huyo ndiye mkamilifu. Katika katekisimu yetu Katoliki inasema hivi, tu duniani kwa kusudi gani? Tuko duniani katika mambo manne. Ya kwanza, tumjue Mwenyezi Mungu. Ya pili, tumpende Mwenyezi Mungu. Ya tatu, tumtumikie na baada ya kuweza kumtumikia, la nne, tuweze kufika mbinguni. Kwa hiyo katika mambo makubwa zaidi, baada ya kuweza kumjua Mwenyezi Mungu, la pili ni kuweza kumpenda. Kwa hiyo tunampenda Mwenyezi Mungu na kuweza kuwapenda watu wengine ambao wako hapa duniani, na ukifuatilia sana, kwamba kila mwanadamu anayeishi hapa duniani ni matokeo ya upendo, matokeo ya upendo ya baba na mama ndio yametufanya tuweze kuwa hivi, walipendana. Kwa hiyo kama sisi ni matokeo ya upendo, maana yake upendo huko ndani mwetu, chuki na asira na visasi havipasi kuweza kuwa ndani mwetu. Kusudi la Mwenyezi Mungu la kuleta hapa duniani ilikuwa ni kupenda, kumpenda yeye na kupendana sisi wenyewe kwa wenyewe. Ukitambua hilo, maanake wewe ni mkamilifu. Kuwapenda adui zetu ni kutimiza kusudi la Mwenyezi Mungu ambalo ametuleta hapa duniani, yaani tunakuwa wakamilifu. Kuwaombea wale wanao tuudhi ni kutimiza kusudi la Mwenyezi Mungu ambalo ametuleta hapa duniani. Sikiliza, Kulipa kisasi sio kusudi la Mwenyezi Mungu aliyekuleta hapa duniani. Usije ukalipa kisasi hata mara moja, kisasi si kazi yako. Warumi sura ya 12 aya ya 19 imesema kisasi mpendwa, ni juu ya Mwenyezi Mungu. Na Biblia ambapo inavyotupatia masomo kama haya, inavyotupatia tabia ya Mwenyezi Mungu jinsi alivyo, inatufanya kwamba mazingira hapa duniani yaweze kuwa mahali pazuri pa kuweza kuishi. Mpende adui yako kwa sababu Mwenyezi Mungu amemruhusu ili aweze kukufanya upite, ufikie mahali ulipo, na kwamba wewe umebarikiwa. Mwombee yule anayekuudhi, kwa sababu ukijua historia ya mazingira yake aliyotoka, huyo mtu ni mgonjwa, anahitaji tu katika swala so zima la maombi, na vilevile vile pia uwe mkamilifu kama baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Akubariki na kulinda, Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho na Mtakatifu. Amina.